tengwa na ulimwengu kwa sababu ya utambulisho. Biblia katika kitabu cha Wakorinto wa pili sura ya 6 mstari wa 17 na mstari wa 18, Biblia inasema hivi: kwa hiyo tokeni kati yao mkatengwe nao, asema Bwana, msiguse kitu kilicho kichafu nami nitawakaribisha, nitakuwa Baba kwenu nanyi mtakuwa kwangu wanangu wa kiume na wa kike. Kwa hiyo tokeni kati yao mkatengwe nao. Ni agizo la Mungu kwamba tutengwe na ulimwengu, jina la Bwana libarikiwe, ili tuwe watoto wa Mungu, ili tukaribishwe na Mungu. Ili tuingie mbinguni, ni lazima tupitie kutengwa tuwapo hapa duniani, sababu kuokoka ni kutengwa. Jina la Bwana libarikiwe. Na kinachotufanya tutengwe ni utambulisho tulionao. Unapookoka unapewa utambulisho mpya, una namna mpya ambayo utatambulika kwayo, sio kama vile ulivyokuwa mwanzo. Watu wengi tunatambulikana kwa namna ya lugha zetu. Nikizungumza wale watu ambao wa uh, uh, uh, wanajua mtu huyu lafuzi anapongea atakuwa ni kabila fulani, sio hivyo eh? Mngoni huyu ni Msukuma Huyu ni Muha, huyu ni Mbena, huyu ni Mzalamo. Kwa lugha anavyozungumza inatutambulisha kwamba mtu huyu ni lugha, ni kabila fulani, kama wale wa Nyalwanda. Pia kama ambavyo tunajuana humu Kicheki, sura unasema, huyu aa, huyu yupo hapa kwa bahati mbaya, amedondokea hapa aa, ila huyu ni kabila, I mean, ni mtu wa nchi fulani. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kinachomtambulisha kinamtambulisha a, a, asili yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kutoka katika hiyo asili yake ametambulika hivyo, lakini sasa tunapojifunza kutengwa kwa sababu ya utambulisho, tunapompokea Yesu Kristo na kuamini kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, Yesu Kristo anatutenga kutoka kwenye hizo asili za mionekano kutoka katika koo zetu, kutoka katika familia zetu, na akisha tutenga, nataka atutambulishe kwa namna ya tabia. Bwana Yesu asifiwe. Namna yetu ya tabia itabadilika, wakati mwingine hata mfumo wako wa uongeaji utabadilika, sio lafuzi, bali kile kinachotoka. Jina la Bwana libarikiwe sana. Namna ulikuwa unazungumza kama mtu fulani, lakini unapompokea Yesu Kristo Anabadilisha namna yako ya kuongea. Ulikuwa ukiongea neno moja ili umsifie mtu lazima umtukane. Si unajua duniani huko wanavyoongea? Yaani, ili akusifie, anatangulizia tusi moja kubwa, alafu ndo anakuwa amekusifia. Lakini unapompokea Yesu Kristo, hizo lugha zinakuwa hazipo. Kwa hiyo popote utakapoingia, watu watajua mtu huyu amna. Hata kama hujasema wewe umeokoka, lakini kuna namna ambayo watu wanajua wewe, wewe amna, wewe ni mlokole. Yesu Kristo ameagiza tutofautiane na dunia. Sio kwa maana ya kwamba tuame kwenye hii dunia, tutoke kwenye ulimwengu, hapana, ila kwa namna uh, ya utambulisho wetu wa ndani, utu wetu wa ndani ubadilishwe kutoka katika mtu wa asili na kuwa mtu mpya. Kutengwa na ulimwengu ni lazima kwa kila mwana wa Mungu. Kila mtu aliyeokoka ni lazima atengwe na nini? Ni lazima atengwe na ulimwengu, na pia Mungu akikuchagua ni lazima pia akutenge wewe. Uliokoka umechaguliwa na Mungu, kwa hiyo umetengwa. Tengwa kwa lugha Biblia inasema kuwekwa wakfu. Bwana asifiwe. Kufanywa special, kuwekwa maalum Tunatengwa kutoka katika desturi zetu, kutoka katika koo zetu, kutoka katika kabila letu. Wewe unakuwa special, unakuwa maalum mwenye utambulisho wa kiungu wapo duniani. Kwa hiyo unapookoka ama tokea tulipookoka sisi, namna yetu ya kutambulikana hatufanani na watu wa dunia hii. Kuna namna ambavyo watu wa dunia hii wanafahamika na wanatambulika. Ukimwona tu unajua huyu ni kahaba. Ukimwona u, unajua huyu kibaka. Ukimwona na huyo mvuta bangi. Pindikile sisi vijana hatujaokolewa. Saizi vijana tumeokoka, haleluya. Kabla tujaokoka mimi nilikuwa navuta bangi, si mnaelewa eh? Halo. Eh, au shuda, sio kwamba mliwahi niona. Sasa tulikuwa ukishuka mjini yani, kijiji fulani ama mji fulani ama center fulani, unataka kununua bangi, ukiangalia tu vijana unajua huyu anavuta. Na ndio maana hata kama mpo mkanisani wavuta sigara nawajua, wewe huwezi nificha. Mvuta sigara na pombe, najua wewe unavuta bangi, lakini upo hapo umesizi, nikija pale sianzi kukuuliza, namwambia oya, dawa anapata wapi So, ukishamwambia dawa unapata wapi, hiyo lugha tu anajua huyu ni mshiriki. Na yake kuangalia machoni hivi anajua ah, huyu yule yule. Kuna namna fulani ya kiundugu inazaliwa, kisa tu nyinyi mnavuta wote sigara, kuna kikundi fulani hivi. Na kipindi najitahidi mimi kuacha sigara nilishindwa, mpaka nilipookoka. Kikundi chenyewe ndo hicho hicho o mtu wa, a, a, una, kuna kipindi niliacha hadi mwezi mzima sivuti sigara, unajua, wavuta sigara walisha, wali, wavuta sigara unajua wanaelewa Sio rahisi kuacha sigara kama damu ya Yesu haijapita katikati yako. Ni, niliwahi kadi mwezi mzima sijawahi vuta nini sigara, lakini marafiki zangu ndio wale wale. Siku hiyo tumekaa mahala fulani, nikashtuka tu kuona kichwa kinagonga ninge, nikashtuka hi, nini hiki, nikajua tayari ishavuta sigara, kuangalia mkononi, kweli nimeshika sigara yani, wana upendo kiasi kwamba wewe hujanunua. Lakini wewe hujawahi ona, mnaokaa na watu ambao wanatumia pombe, ametoka nyumbani hana hela, lakini anarudi amelewa chakari, wa kumbeba na hela kabisa, kwa sababu kwa namna fulani katika ule ulimwengu wao wanatambulikana. Kwa hiyo wanajua huyu ni mdau, hata kama ana hela watamsitiri, ms tu mwenzao, na yeye alewe arudi nyumbani ameelewa. Kwa nini? Kwa sababu mtu huyu ni jamaa yao, wanamtambua. Sisi tukishageuzwa na kuokolewa, ile jamii itatutenga. Kwa nini? Nimekwambia nilikuwa najitahidi kuacha, lakini nilikuwa nashindwa. Siku nyingine najishtukia tu, he, tayari niishavuta Nishaacha jamani, basi tungoja nimalizie. Ila nilipookoka, jambo la kwanza Mungu alilolifanya alinipa utambulisho mpya, haleluya. Nilipotokea katikati ya vilinge vya wavuta bangi, wakajua huyu sio mvuta bangi, huyu mlokole, atatubili Injili, wakaondoka bila kunipa shida. mimi kuacha kwa sababu mazingira yale tayari nilishatolewa na Mungu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Wewe pia ulipompokea Yesu Kristo, Mungu amebadilisha anataka namna mpya ionekane, ili utoke kwenye ule utu wa kale. Lazima Mungu abadilishe wa mfumo wako wote, wale ambao ulikuwa unaheng nao watakuacha. Tunapoongea juu ya kutengwa na ulimwengu kwa sababu ya utambulisho, ni pale tulipompokea Yesu Kristo, kuna tabia pia ziliingia ndani yetu, Bwana Mungu akatutambulisha kwa namna tofauti na pale mwanzo. Wale waliokuwa jamaa zetu wakawa si jamaa zetu tena, wale tuliokuwa tunatoka nao auti, sasa tutoki nao auti tena. Mara ya kwanza uti zetu zilikuwa baa, lakini leo kanisani. Kwa nini? Kuna namna mpya ambayo Mungu ameifanya ndani yetu, na sisi tumekuwa viumbe vipya. Anasema katika Wakorinto kwamba hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama amekuwa. Ambavyo Mungu anatutenga kutoka katika jamii zetu, jamii zetu tulizonazo ama asili zetu. Ni kututofautisha ama kutufarakanisha na wale watu hatutaendana nao. Taka tujifunze maisha ya Musa baada ya kuwa ametengwa na Mungu. Kumbuka, kutengwa ni kuwekwa wakfu ama kufanywa maalum. Bwana Yesu asifiwe. Katika kitabu cha Kutoka sura ya pili naomba msomaji unisomee mstari ule wa kumi ekso. Naomba tutazame wakati ambao Musa ametengwa na Mungu kwa ajili ya kazi katika ulimwengu. Ghafla hawakuwa na ushirika tena na Musa dunia ni lazima ijue kwamba wewe umetengwa, na wakati mwingine unaweza kuona ajabu. Nishakutana na watu wanasema ful, imeinuka vita kwenye familia toka nilipookoka Fulani kwenye familia ananichukia, anipendi kabisa. Kwa nini anakuchukia? Kwa sababu wewe, kuna namna upo tofauti naye. Usilazimishe kutaka kuwa sawa na yeye, kwa sababu ukiwa sawa na yeye utaanguka. Anasema, tokeni kati yao, mkatengwe nao, msiguse kilicho kichafu, nami nitawakaribisha. Nitakuwa baba kwenu, nanyi mtakuwa kwangu wanangu wa kiume na wa kike. Ikiwa utakaa kwenye ile mazingira, utakuta tu ghafla umetenda jambo ambalo ukutaka. Nimekuambia nilijikuta tu kichwa kinagonga nga, najiuliza ni nini. Kumbe mkononi nilishapasiwa wanaupendo, wale jamaa. Unaweza kuwa una shida ya ugali nyumbani, watoto wako wajalala, wamelala njaa, ukamwambia mtu naomba 500 asikupe, lakini pombe akakununulia na ukashindwa hata kutembea, lakini hajakupa hata buku na anakubeba na bodaboda hadi nyumbani anakuacha hapo, lakini akupi hata buku. Kwa nini? wewe ni, ni, ni, ni urafiki wenu haupo kwenye maendeleo, upo kwenye hasara. Ukipokea Yesu wale jamaa tayari kwenye ulimwengu wa roho hamutambulikani, hamuivani. Ghafla utaona wao wana slide back, hawawezi kuendelea na wewe tena. Jina la Bwana libarikiwe sana. Naomba unisomee, tuone maisha ya Musa yalipobadilishwa ghafla baada ya kutengwa, kutoka sura ya 2, mstari wa 10. Biblia inasema amen, mtoto akakuwa, naye akamleta kwa binti Farao, ndio akawa mwanawe. Akawa mwanawe akamuita jina lake Musa, ndio akasema akasema ni kwa sababu nalimtoa majini. Na kwa sababu nalimtoa majini, hata siku zile Musa alipokuwa mtu mzima, katoka kuwaendea ndugu zake. Musa yupo katika jengo la Farao ufalumeni, lakini alipokuwa mtu mzima, unafahamu historia, aliokotwa, alo kapewa mama yake amlee tu kwa muda, kwa sababu Farao alisema watoto wa kiume wauawe, akawaambia kina shifla na pua wale alivyozaliwa Musa akafichwa akawekwa kwenye kisafina yule m, m, a, binti Farao akamuokota, lakini kwa sababu mdogo na yeye hawezi kulea, akampa mama yake. Kumbuka dada yake Miriamu alimuona, akasema namjua mama yake nikamwita kunyonyeshe. kamusa kakalelewa, ulivyofika wakati kamekuwa, ikabidi karudishwe kwa binti Farao ambaye alimfanya Musa kuwa mtoto wake. Kwa hiyo Farao pale u, u, u, u. Kwenye kasri ya kifalme aliishi kama mfalme, mtoto wa mfalme. Sasa wakati alipokuwa mtu mzima tayari, Biblia inasema akatoka aende akaone ndugu zake. Ina maana alijua kwamba yeye siyo Misri, na ni kweli, Farao hakuwa Misri. Akatoka aende akaone ndugu zake. Endelea hapo, akatazama mizigo yao Ndiyo. Akamuona Misri anampiga Mwebrania, akamuona Misri anampiga Mwebrania. Mmoja wapo wa ndugu zake ndio basi akatazama huko na huko, eh, na alipoona ya kuwa, akatoka siku ya pili. Siku ya pili akaenda tena atazama, ndio watu wawili wa Waebrania, watu wawili wa Waebrania walikuwa wakipigana, walikuwa wakipigana. Akamwambia yule aliyemdhulumu mwenzake, akamwambia yule aliyemdhulumu. Hawa ni ndugu, wale ndugu zake. Siku ya kwanza ameenda amekuta Misri anampiga Mwebrania, akamuua yule Misri. Siku ya pili anaenda tena kutembelea ndugu, anakuta Waebrania wenyewe wanapigana, ndio. Mbona unampiga mwenzako? Akamwambia, mbona unampiga mwenzako? Yule akasema, eh, ni nani aliyekuweka wewe kuwa mkuu wetu? Ni nani aliyekuweka wewe kuwa mkuu wetu na muamuzi juu yetu? Na muamuzi juu yetu, je, mm. wataka kuniua mimi kama ulivyomuua yule Misri? Ndio Musa akaogopa akaogopa, akasema akasema, kumbe kumbe jambo lile limejulikana. Ndio basi, Farao alipopata habari mm, akataka kumuua Musa mm, lakini Musa akakimbia mbele ya Farao mm, akakaa katika aka nchi ya Midiani. Musa akakimbia mbele ya Farao akaenda kuishi Midiani, akaketi karibu na kisima. Amen, Bwana Yesu asifiwe. Kitu unachotaka utazame hapa, Musa alikuwa sio Misri lakini aliokotwa na Misri akaenda kuishi Misri, asindo hivo? Musa katambua kwamba yeye ni Mwebrania, lakini alipotoka ikulu aende kwa ndugu zake Waebrania, bado ndugu zake waebrania wakamkataa. Naelewa hicho kitu, sijui kama unaelewa hapo, alo mwambia we ni nani? aliyekuweka uwe mwamuzi wetu, mtu ambaye anawasaidia, unajifanya kwamba wee ndi kiongozi wetu hapa eh? wanamkataa. Ni kweli yeye ni Mwebrania. Ni kweli wewe una kabila lako, mimi Mnyamwanga, yamkini wewe ni kabila fulani, kila mmoja na kabila lake hapa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna namna ambavyo unajitambulisha kama kabila fulani, lakini kuna namna ambayo watu wako ama ndugu zako wanakutenga. Hawa Waebrania pia wanamtenga Musa kwa sababu Musa alishatengwa. Jina la Bwana libarikiwe sana. Tunapokuwa tumechaguliwa, tupo mahali hapa Mungu ametuchagua ili sisi tuwe mianga katika ulimwengu. Tusipotengwa tukafanana nao, hakuna nuru itaonekana kwenye maisha yetu. Kwa hiyo ni lazima Mungu atutenge tuwe watofauti ili tumjue Mungu vizuri ili tumjifunze Mungu. Unapotengwa na jamii yako, usije ukasikitika, bali jua kwamba wewe ni special. Jua kwamba Bwana anao mpango na wewe. Jua kwamba Mungu anataka kupitia wewe wengine wamjue yeye. E, jina la Bwana libarikiwe sana. Usibalanse maisha yako, nataka ufanane nao, wapendeze wote. Shida walokole wengi wanaoanguka ambao hawezi kustahimili, kwa sababu anatamani kubalansi mambo. Kubalansi ni vitu vile tofauti. Bwana Yesu asifiwe! Anasema, nanyi mtaifahamu kweli nayo kweli itawaweka huru. Bwana Yesu asifiwe! Utanyooka hivi, kwa sababu Mungu aliyekuita anataka utambulike kwa utambulisho mpya kinachowafanya wandugu wamtenge Musa, ni kwa sababu Musa katika ulimwengu wa roho tayari alishatofautishwa na wale watu wengine. Inapotokea umetengwa usiumie, kwa sababu watu wamekutenga, hilo jambo la kutengwa likufanya wewe kufarijika kwamba kumbe mimi ni mtu mpya. Hata kama ni ndugu yako anakuchukia, halafu ni watumbo moja, kama hajaokoka huyo, katika ulimwengu wa roho umetengwa naye. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya, kanisa la Mungu, wewe mpende tu, lakini usitake kufanana naye wala usitake yeye aumlizishe yeye kwa sababu nyendo zake sio zako. Kuna wakati mlikuwa mnashiriki kufanya mambo mabaya, leo hii hamuwezi mkashiriki, akifanya utamkemea. Kwa hiyo kama utamkemea, tafsiri yake ni kwamba wewe utakuwa adui wa yeye katika ulimwengu wa roho ni utambulisho kinachotufanya tuonekane wa tofauti na wao, ni utambulisho. Utambulisho wa namna mbili ambao nataka ni niuzungumzie mchana wa leo, utambulisho wa kwanza unaitwa utambulisho wa uraia halo, na utambulisho wa namna ya pili ni utambulisho wa neema ya Mungu iliyo ndani yetu. Hivyo vitu ndivyo vinavyotutofautisha na wao, kwa sababu jambo la kwanza, uraia wetu sisi na wao ni tofauti. Sisi si wa ulimwengu huu, sisi ni raia wa mbinguni. Hatutambuliki kwa sababu tu ya ukabila ama utaifa, bali tunatambulika kama watoto wa Mungu ndani ya hilo taifa ama hilo kabila. Haleluya, kanisa la Mungu, ukisoma katika kufunuo sura ya tano mstari wa kumi utaona anasema A, a, a, a, a, anasema ukam, ukamnunulia Baba watu wa kila kabila na lugha na jamaa na taifa na ukawafanya kuwa ufalme na ukuani. Tafsiri ni kwamba tulinunuliwa kwa damu ya gharama ya thamani ya mwanakondoo, akatutoa kwenye lugha zetu. Kwa hiyo utambulisho wetu hautatokana na lugha zetu akatutoa kwenye makabila yetu. Kuna mtu anasema unanijua mimi mimi ni Muhehe, mimi Muhehe na asila sana. Unanijua mimi mimi ni Mnyamwanga, kwetu kule Sumbawanga wachawi sana. Sikiliza, huo sio utambulisho ambao utakutambulisha wewe mbele za wanadamu. Utambulisho ambao unabidi ujivunie nao ni kwamba wewe umeokoka, kwamba Yesu Kristo anakaa ndani yako, kwamba Yesu amekubadilisha. Ulikuwa na tabia chafu, sasa hizi tabia zako ni njema. Watu walikuwa wanakukimbia leo hii wanakukimbilia kwa sababu wewe ume kuwa kiumbe kipya, utambulisho wa uraia. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kolosai sura ya kwanza mstari wa kumi na tatu, alafu Yohana moja kumi na mbili na Wafilipi sura ya tatu mstari wa ishirini. Nitataka unisomee Wafilipi sura ya tatu mstari wa ishirini. Kolosai sura ya kwanza mstari wa kumi na tatu inasema, naye alituokoa katika nguvu za giza na kutuamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Katika nguvu za giza tulipookoka, tafsiri yake tulihamishwa kutoka katika nguvu za giza katika ukabila, na ndio maana unapookoka wewe, mizimu haikujui tena kwa sababu mizimu ilikujua, kwa sababu ulipozaliwa oh, oh, ulizaliwa kwenye ukoo wenu, lakini leo hii umezaliwa kwenye ufalme wa mbinguni, ambaye mwenye haki akiumiliki kwenye maisha yako ni Yesu Kristo, kwa sababu umemwamini Yesu Kristo. Anasema katika Yohana sura ya kwanza mstari wa kumi na mbili bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika kuwa watoto wa Mungu. Kila aliyookolewa amezaliwa namna mpya, kwa hiyo atambulikani kwa jinsi ya kabila la wanyamwanga hatambulikani kwa jinsi ya ukoo wa kina Simtanda, bali anatambulikana kwa watoto wa Mungu, kwamba huyu ni Mkristo, hata mizimu inajua. Kwa hiyo lazima ufahamu kwamba wewe si wa ukoo huo katika ulimwengu wa roho, mapepo ya ukoo hayana haki kwa wewe. Kuna watu wanapowabumu kanisani, wanasema unaijua mizimu yetu. Wewe tuliokoka, hatuna mizimu mizimu manake miungu inatokana na ukoo wa babu ya babu yako, na sababu ya kukuwa we mlisi mapepo, yanakulisi kwa sababu umezaliwa katika kizazi cha wanaoabudu wa miungu. Na neno la Mungu linasema katika kitabu cha Kutoka sura 20 mstari ule wa nne, anasema, nawapatiliza wana uovu wa baba zao kizazi cha tatu na cha nne cha wanichukiao uzi cha kisepe mwekee hapa. Kisepe yani nepi ya kumfungia mtoto, uchomoe uzi uweke kichwani, ndio kwiku ikate. Unajua ni mizimu, watu wanafuata mila na tamaduni ambazo chanzo chake ni mapepo. Huko ni kuabudu miungu, huko ni kuabudu sanamu. Ingekuwa ya kisayansi, ukimpa maji itakatika. Sio hivyo lakini kama inaendelea hilo, ni pepo, ikemee, litaondoka. Ukichukua kisepe ukaweke hapa, ina maana chanzo, ule ufahamu ulitoka kwa babu ya babu ya babu yake, alikuwa mganga, akasema wamemloga au macho mabaya. Kwa hiyo ukifanya sawasawa na mila, umeabudu miungu, ina maana unafanya kizazi chako kuwa watumwa wa hiyo miungu miaka elfu, ila lazima ujue kwamba wewe si wa namna ile unavyotambulikana. Mapepo na yenyewe ajue kwamba huyu ni wa mbinguni, huyu ameokoka, hatuingii kwa huyu, kwa sababu tutakutana na moto, kwa sababu huyu hawezi kutukubali. Lakini ikiwa unafanya hivyo, pepo atakuja kwa mtoto wako, ili uabudu kukubaliana nao, kuati neema ya Bwana iwe kwenye maisha yako, katika jina la Yesu. Wafilipi sura ya 3 mstari wa 20. Kwa maana, sisi, kwa maana sisi wenyeji wetu uko mbinguni, ndio kutoka huko tena, tena tunamtazamia Mwokozi Bwana Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Sisi wenyeji wetu si hapa hata kama tutamiliki magari majumba hayo tutamiliki sawa, ili wengine wajue kwamba utajiri hautokani na waganga, utajiri unatokana na Mungu aliye hai. Kwa hiyo tutamiliki vyote katika dunia kwa maana ni haki yetu, sisi ni wamiliki, lakini hatutaishi milele maana wakati wewe ukifika tutanyakuliwa na tutaenda kuishi na Baba. Maana Bwana anasema utafika wakati wa kudhihirishwa nasi tutafanana naye, tutakuwa kama alivyo hatutabaki kuwa kama watu wa dunia hii. Wale watakapokuwa wakilia na kusaga meno, sisi tunao tumaini, utambulisho wa uraia wetu. Tupo duniani, lakini mbingu zinatujua utambulisho wa kiuraia. Hilo ni jambo la kwanza, lazima ulielewe. Musa alipotambulishwa na mbingu, wakakaa kikao, akasema huyu ndio atakayewatoa Israeli Misri kupeka Kanani, pale pale akatengwa. ulimwengu wa roho, wasiona Mungu, wapo rohoni pia waganga wachawi, ni watu wa kiroho kwa hiyo wana uwezo wa kujua. Na ndio maana hata mtu akifa, nyinyi mnalia, mtu mchawi anasema hamna, ajafa amefanywa msukule huyo. Kwa nini? Anamuona katika ulimwengu wa roho. Yesu Kristo alipokuwa anamaliza kazi, akawa anawaombea wanafunzi wake, na anasema si hawa tu, hata wale watakaoliamini neno ambalo hawa watawapa wale wote watakaoamini juu ya mwana wa Adamu, wao sio wa ulimwengu huu kwa kuwa nimewatambulisha jina lako kwa kuwa nimewapa neno lako ulimwengu umewachukia ulipomjua tu Yesu Kristo kuna namna ndugu zako alikuchukia kuna namna jamii ilikuchukia kwa sababu umelipokea neno la Mungu na wewe umehamishwa katika ulimwengu unatambulikana kwa jinsi ya rohoni sio ya mwilini kuna namna mpya imefanyika kwenye maisha yako katika ulimwengu wa roho kwa hiyo watu wamekuchukia Kitabu cha Yohana sura, waraka wa kwanza wa Yohana sura ya tatu. Mtazameni ni pendo la namna gani alilotupa Baba kwamba tuitwe wana wa Mungu, na ndivyo tulivyo. Kwa sababu hii, ulimwengu haututambui kwa kuwa haukumtambua yeye. Dunia haitutambui sisi kwa sababu haikumtambua Yesu Kristo ukisoma kwenye ile sura ya kwanza Yohana kuanzia mstari ule wa tisa na wa kumi anasema, alikuwapo ulimwenguni, alikuwepo ulimwenguni, hata kwa yeye ulimwengu ulipata kuwapo, alikuwepo kwake, wala walio wake hawakumta hawakumpokea. Kwenye ule mstari wa kumi na mbili ndo anasema, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika kuwa wana wa Mungu. Kumbe kuna namna ambavyo injili inahubiriwa, lakini wale jamaa zetu hawajaiamini. Kwa kuna namna tunatambulikana katika ulimwengu, utambulisho wetu wa uraia unasoma kwamba sisi ni watoto wa aliye juu. Ni lazima uwe tofauti na ulimwengu, na ulimwengu ni lazima ujue kuwa wewe umeokoka. Hiyo tu, unasali. Kuna ile mtu anasema karibu kanisani kwetu, mimi nasali. Basi amemaliza. Na kwa nini anashindwa kusema kwamba okoka? Unajua ni rahisi, mtu, ni rahisi kumwambia mtu twende kanisani kwetu lakini sio rahisi kumwambia acha zambi okoka. Injili sio twende kanisani kwetu, mimi mu IGC, hiyo sio injili. Mimi Pentekoste, sio injili. Injili ni kwamba tubu zambi, Yesu anakutaka kiokoko, atakuwa kiumbe kipya. Kuna namna, nitakwambiaje utubu zambi wakati mwenye, mwenye kiti mwenyekiti wako namna ile, unashindwa kwa sababu wewe ndio kocha kwa huyo mtu. Leo hii ukienda ukauliza mtu serikalini, waga unauliza wewe ni dini gani? Kila mtu atakwambia Mkristo. Hata yule ambaye amelewa, amen Kristo yuko pombe amelewa. Ukristo haijawa alama ya watu fulani ambao wameacha vyote, bali Ukristo umekuwa ni kama kabila. Sio Ukristo. Wewe ni mlevi, wewe ni mzinzi, wewe ni mwongo, wewe ni msengenyaji, wewe una namna zote, una mashetani mengi nyumbani unafuga, wewe sio Mkristo kama unakujaga humu unasali tu. Kwa hata ukiwaambia watu tuende kanisani kwetu tukasali, basi sawa, ni kanisani kwenu lakini Mungu hakutambui hautambulikani na mbingu. Ni lazima tuwe na utambulisho ambao watu watajua kwamba tumeokoka na tunaenda mbinguni. Ukisoma katika Wakorinto wa kwanza sura ya nne mstari wa kwanza, kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya nne mstari wa kwanza, Paulo anasema mtu naatuhesabu hivi kuwa tu watumishi wa Kristo na mawakili wa siri za Mungu. Wakorinto wa kwanza nne moja, mtu naatuhesabu hivi kuwa ni mawakili watumishi wa Kristo na mawakili wa siri za Mungu. Unapokuwa kazini kwako, wafanyakazi wenzio wajue kwamba wewe ni wakili na mtumishi wa Mungu. Lakini leo hii watu wana maeleni, wanaume mpaka umu yananing'inia na wenyewe ni walokole. Unaelewa? Eh, yaani mwanaume ana mieleni yake amepiga vipini umu. Mungu angalie, Mungu anaangalia roho. Mwanaume huyo. Wa Galatia sura 6 mstari wa 17 nimalize hapo. Paulo anasema tangu sasa, mtu asinitabishe, kwa maana ninachukua mwilini mwangu chapa zake Kristo. Tangu sasa, mtu asinitabishe, kwa maana ninachukua mwilini mwangu chapa zake Yesu. Unapokuwa umeokoka Lazima watu wajue kwamba umewekwa alama, kuna namna unatambulishwa kwamba wewe ni wa Yesu Kristo. Acha wajue kwamba Yesu wako amekutengeneza neema na upendeleo ambao Mungu ameuweka kwenye maisha yako. Musa anamwambia Mungu, itajulikanaje kuwa tumepata neema mbele zako kama wewe usipoenda pamoja nasi, hata tutengwe na jamii na watu wote wa hii nchi. Musa anajua kwamba Mungu aliyempa neema amemfadhili, amempa nafasi ya upendeleo, kwa hiyo wanadamu watamtenga tu. Mungu anapokutenga kuna neema ya pekee inakuja kwenye maisha yako. Unafanya vitu kazini vinakuwa vya kipekee, si kwamba wewe unazo akili nyingi, ila kuna neema, unatambulika kwa sababu ya ile favor of God kama unanielewa, mchapie Yesu makofi. Kuna mtu mmoja ambaye Bwana anaenda kuachilia neema kwenye maisha yake. Mungu akakupe kutambulika kwa namna hiyo, kwamba neema ya Mungu inavyozidi watajua tu, si kwa nguvu zako, bali ni Bwana. Shangilie Bwana tena kama unanielewa.